Ni aya zenye kutisha sana, na zinapatikana katika Suratul Ahzab, aya za mwisho mwisho mwisho kule sitini na sita mpaka mwisho wa sura, aya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuonyesha hali itakavyokuwa siku hiyo, siku ya Kiama, siku ya hisabu. Mungu kwa sababu anatupenda, kisha twambia mazingira ya hali ya siku hiyo itakuwaje. Habari hizi zimeanzia mbali, aya za nyuma, lakini kwa sababu darasa letu ya muda mfupi, tutachukua aya tatu hizi. Allah anasema, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar Mwenyezi Mungu anazungumzia wale ambao watakaoingizwa motoni siku zitakapogeuzwa nyuso zao ndani ya moto wa Jahannam. Yaquluna, watasema hawa ya laitana atana Allah wa atana ar-Rasula, laiti sisi tungemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haya yasingetufika. Somo la kwanza liko hapo kwamba kwenda kinyume na mafundisho ya Mungu kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiyo ni sababu tosha ya mtu kwenda motoni. Wala asitafute aya wala hadithi, mtu ajiangalie mwenyewe ajikague mwenyewe, anaishi vipi? Lakini hawa watakuja na malalamiko mbele ya Mungu. haya inayofuata, watasema hawa, rabbana atana sadatana, Mola wetu, wahaki yametukuta haya sisi leo, kwa sababu tuliwatii wale, wale mabwana zetu wale wakubaraana na wale wakubwa wetu tuliwatii, fa adhalluna sabil, wakatupoteza njia sahihi. Ndio maana sisi leo tunaingia kwenye adhabu hii kwa sababu sisi tuliwatii watu ambao walikuwa wanatupotosha. Hapa piga mstari, vile vile wewe mwenyewe jikague, unajionaje? Hakuna mtu mbele yako huyu anakupeleka peleka katika familia yako hakuna mtu anakupeleka peleka, mpaka anakutoa kwenye mapenzi ya Mungu? Ofisini kwako hakuna kiongozi anakupelekesha kiasi kwamba hata kuswali usipate muda huo? Maana wapo baadhi ya watu kwa kuwa kakuajiri, basi imekuwa yeye kama, kama yeye amechukua mamlaka ya Mungu, kajivisha yeye hata ukimwambia bwana, ngoja dakika tano, hizi nikaswali, ah ah, hii habari ya kuswali utajua wewe, mimi nataka hii jambo langu li, li, liende. Anakuzuia usende kuswali, na kwa sababu sisi imani zetu dhaifu, tunaona kwamba mimi nikienda kuswali nitaharibu kazi, riziki nitapata wapi? Wakati huko unako kwenda kuswali huyo ndo mgawaji wa riziki. Sasa tunaacha kutekeleza amri ya Mungu, tunakwenda kuwatii viongozi wetu, sasa kwa kuwa wanatupotosha. Na tukifika siku hiyo, maneno haya tutasema, si tuliwatia hao wakubwa zetu, wakatupotosha katika njia iliyokuwa sahihi. Maneno haya wanalalamika watu wa motoni hayatasaidia kitu, hayatasaidia. Ndio maana Mungu kaileta mapema taarifa hii kwamba umwambie Mungu fulani, mimi ndo kanipoteza, nisingekuwa mimi mtu wa motoni ila huyu aa. Wewe kesi yako mbali, na kesi ya huyo unayemtaja na kesi yake mbali. Sasa kwa malalamiko yao, aya inayofuata wanasema rabbana, ewe Mola wetu wa haki, atihim dhifaini min aladhab, awa wape adhabu mara mbili hawa walaanuhu na walaani hawa laana kabira laana iliyokuwa kubwa kabisa. Ha, wame tupote, wame hawa wametupoteza sisi hawa, tusingekuwa hivi leo hiyo. Haitasaidia. Mungu kaleta taarifa hii mapema ili mina wewe tujipange. Ukiona mtu anakutawala mpaka ifikie hatua wewe umwaasi Mungu mkimbie mtu huyo. Kama rizki mgawaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi mara nyingi tuna tunayumba katika eneo hilo. Yupo kiongozi mmoja amefariki, mesta kumtaja jina, nikisema hii story nyewe mnaijua. Aliwahi kusema katika maisha yangu mimi mimi sijawahi kuandika barua kuomba kazi. Kuna mtu mmoja amefariki hivi sasa, rahmatullahi alayhi aliwahi kusema maneno haya ni mtu kaishi miaka tisini na kitu, anasema umri wangu wote vyeo vyangu vyote, mimi sijawahi kuomba kazi popote. Lakini aliishi na kazi, alipata alishika wizara kadhaa, na akawa rais. Lakini anasema mimi sijawahi kuandika barua kupeleka mahala kwamba jamani, naombeni kazi. Huyo bwana mkubwa aliwahi kusema maneno hayo. Hii inatufundisha nini? Maanake maneno yale yana darsa kubwa, kwamba wewe unavyoishi, system ya maisha yako iko mikononi mwa Allah subhanahu wa taala. Wewe tengeneza asbabu tu, lakini hizo sababu zisikutoe kwenye mstari ukakosana na Mungu. Sasa tuangalie, kwa mujibu wa aya hizi, vijana wetu, watoto wetu wanapotea wakati mwingine kwa kufata mkumbo tu wa watu. Anakuwepo kijana fulani hivi pengine ana pesa pesa, ana umaarufu maarufu, anakusanya grupu ya vijana wenzake, anakwenda kuwatia kwenye balaa. Kuna vijana hawajapata kulewa, lakini siku walipoingia kwenye grupu hilo, alinunuliwa pombe akanywa alipoambiwa kunywa, akasema mi sina hela. Ah, we kunywa, mi ntalipa, chukua na mishkaki na kila kitu, mi ntalipa. Huyu anapoteza watu. Sasa Mungu anasema malalamiko ya kulalamika kwamba mi kanipoteza huyu, hutonusurika wewe. Hapa tunafundishwa tuwe na matumizi bora ya akili, kwamba huyu aliyekuwa mbele yangu huyu, ananiendeshaje mimi? Ukiona anakupeleka siko Kataa, mwambie hapana, mimi bwana, nafanya kazi kwako, lakini hayo unayonitia, hapana, mimi hiyo haiwezekani. Ah, nitakufukuza basi? Sawa, kwa amani. Kwa sababu sisi wakati mwingine, hasa wadogo zetu, wakati mwingine wanakosa kutumia akili vizuri. Akili wanazo, yale matumizi bora yanakosekana, basi matokeo yake wanajitubukiza kwenye mambo kuna ulevi niliusikia, sitaki kuutaja. Nimeambiwa ulevi huo ni ghali sana, na kuna baadhi ya vijana kama hakuupata ulevi huo, hayuko vizuri. Utamwona kabisa, hana control. Sasa mpaka unajiuliza, huyu anapata wapi pesa ya kununua starehe hii? Unajiuliza kwa sababu kazi hana, hana namna yoyote ya kupata shilingi mbili tatu, lakini anatumia ulevi wa bei juu Jua hapo yuko mtu anaendesha hilo jambo. Wanapotea watoto wa watu kwa sababu ya mtu fulani. Sasa Mungu ametuletea taarifa hii kabla hatujafika, tujitahadhari na hali hizo, tuwe na matumizi bora ya akili. Yule anayekushika mkono, tuende huku, lazima uulize, wapi kuna nini, isiwe unafuatafuata tu. Kesho na kesho kutwa wewe utaharibikiwa kwenye maisha yako, yule humwoni tena. Na ukienda kwa Mungu kushtaki, Mungu sawa, yule atamwadhibu kwa, kwa, kwa matatizo yake, lakini Mungu atakuadhibu na wewe. Alikupa akili, alikupa utambuzi wa mambo, akakujulisha dini, njia iko wapi? Umeiacha. Watu wataadhibiwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo tumwombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuishi kwa tahadhari hii. Hii inamgusa kila mtu, vijana wenye kazi, wasiokuwa na kazi. Haya yanaweza yakamkuta mtu muda wowote, na haswa wale vijana ambao wanapenda sana kukirimiwa, ndio mara nyingi wanaingia kwenye matatizo, kwamba akitaka gari anaambiwa chukua hiyo hapo. Unaenda wapi? Anaenda Bagamoyo. Basi utarudisha kesho, mafuta hela hii chukua. Sasa ukiwa wewe unaishi namna hiyo basi iko siku utaingizwa kwenye matatizo mabaya kabisa. Sasa hatari ni kwamba maisha haya yanabadilikaje, inakuwa ni ngumu sana. Aya hizi Mwenyezi Mungu amezileta eh, na kwa malengo, kutuambia tujiandae mapema kwamba kesi hii haitamsaidia atakayeshtaki kwa Mungu kwamba Mungu, we huyu muadhibu sana kwa sababu huyu alinipoteza. Wewe pia ulipewa maarifa ya kumjua Mungu. Ulikataa ukaamua kufata starehe za dunia moja kwa moja. Tujifunze kwa mujibu wa aya hizi na inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kutuepusha na matatizo kama haya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul al alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati ya amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.